Upo sahihi, yawezekana ni kweli. Wengi ambao wapo karibu yako wanahitaji kukuangusha lakini, ukiwa na hasira na kinyongo kila siku, kumbe unajiangusha wewe mwenyewe. Cha kufanya ni hiki: kila anayekuonea kinyongo na kila ambaye hapendi harakati zako, ama anaonyesha wazi au haonyeshi wazi, wewe jitahidi kufanya linalopasika kufanyika, jitahidi kufanya lile ambalo wewe unapaswa ulifanye. Alafu kisha lifanya, jaribu kushirikisha, jaribu kusaidia na wengine katika moja na mbili za kwao, hivyo utaishi kwa amani. Usiweke moyoni vitu, usiumie sana, kwa sababu ni sawa sawa na kubeba begi ambalo ndani yake lina nyanya kwa muda wa wiki moja mgongoni. Nyanya zitaharibika na wewe utanuka. Kwa nini utanuka? Kwa sababu wewe ndio umebeba, hivyo tujitahidi kuachilia na kuachilia ni kukubali maisha yaendelee. Asante kwa kunisikiliza.